Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa chanel lako upendelevu, kuna nini news. Kuna nini news ni chanel lako TV online ilio na makao yake huku nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa nchi, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya juma mosi ya tarehe Januari kumi na saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Mtazamaji pia msikilizaji, hali inaendelea kuwa mbaya kwenye milima ya mji wa Uvira kama vile huko tarafani Mwenga na Fizi. Kile ambacho kinaendelea hivi sasa ni kwamba tangu mapema Jumamosi hii silaha nzito nzito zile za rashasha zinaendelea kusikika kwenye milima inayoinukia mji wa Uvira, ikiwaacha tumbu joto wakaaji wanaoishi katika mji huo. Cha ajabu ni kwamba ni baada ya M23 ambao wanamiliki mji huo kutangaza kuondoka kwao tarehe Januari 15 mwaka huu 2026, hali inaendelea kuwa ya wasiwasi, hata nyumba zinatikisika kutokana na hali ambayo inashuhudiwa katika mji wa Uvira. Kwingineko kwenye milima, sehemu za tarafa ya Uvira, hali hivyo hivyo mbaya. Bila kuomba andamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho utakwenda kusikia ushuhuda unaotoka sehemu hiyo kuhusiana na siku ya leo. Na kukaribisha kwa mara nyingine tena, karibu uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, mtazamaji pia msikilizaji. Kuna Nini News, kama mnavyosikia. Hali yaendelea kuwa mbaya katika mji wa Uvira na hiyo ni kutokana na silaha nzito nzito zinazosikika kwenye mji huo kutoka kwenye milima inayoinukia mji, na vivyo hivyo milimani kwenye nyanda za juu za wilaya ya Uvira hata Mwenga. Mapambano yalianza usiku wa kuamkia leo hadi sasa. Tuna kwenda kuanza na mkahaji alioko Uvira atupe picha ya hali jinsi ilivyo katika mji huo tangu mapema leo Jumamosi, na kufikia muda huu ambao tunapanda hewani ni saa za jioni Jumamosi ya tarehe Januari kumi na saba. Karibu ndugu uliye mkahaji wa Uvira, tupe picha halisi ya mambo. Kwa muda kama huu tunaopanda hewani ni saa za jioni sasa apatao saa kumi na moja. Karibu. Milio ya silaha nzito ilisikika mida ya saa moja za alfajiri ya hii leo tarehe kumi na saba mwezi Januari mwaka huu. Tunao utafahamu ya kwamba silaha nzito nzito bunduki za rashasha zimesikika maeneo yanaitwa Kirungu. Mapigano na hayo yaliripotiwa kati ya waasi wa M23 pamoja na Twirwaneho Red Tabara na jeshi la taifa la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Mpaka saa hizi mida ikiwa ni mida ya saa kumi na dakika 44. Milio Risasi hiyo inazidi kusikika. Wakazi wengi wa Uvira duka zao ndogo ndogo za kufunguliwa kutokana na wasiwasi. Hofu zaidi sana ni kuona zile gari mabeni kutoka mjini Bukavu zinakuja jioni na kuelekea maeneo ya Kalundu. Baada ya hapo zinaanza kurudia. Hii leo, ikiwa leo hii jioni mida saa kumi zilishuka ndogo na baada ya hapo zinaanza kurudia mchana. Yasemekana kwamba wakaaji wengi kama sisi, wakaaji tunashuhudia, yanaonekana wako na pora, sio kusema kwamba inawezekana wako na pora mali ya huma na kupeleka fasi pasipojulikana. Niko barabarani hapa, mimi natulia hapa, naona ile magari yao biko napita tena, watu biko napeleka nyenye kwa size hizi. Kama nilivyozungumza, basi tupande milima, maeneo ambako tuambiwa hali inaendelea kuwa mbaya mengi zaidi ni mratibu wa asasi za kiraia Bwana Kelve Bwija anayetupa picha ya mambo kama vile anavyofuatilia masuala ya amani na usalama sehemu hizo za mkoa wa Kivu ya Kusini. Kwa sasa, karibu. Ujambo, mtangazaji mimi ni Kelvin Buja muratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa kongomani sosiko RDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama. Hii leo tariki 17 mwezi wa kwanza 2026 au environ ya malgré malgr uh,

fantasiste ya corne nanga ya kusema eti watu wake matrupe zake zinapasha toka mvile ya Uvira, ces environ a warugaruga wameendelea toujours kuviole ile madiferen zacor. Utafahamu kama leo mapambano makali yameripotiwa depuis ya asubuhi mpaka hivi muvilaje kaza wa kaza village Rugongo, Shenge, Kishembwe, Kibenge, Munanira, Shamba, Kitundu Um, Karonge, Kakuba na Fwanga hivyo vijiji zi, vinapatikana mu usultani wa Bavira teritwari ya Uvira mu magroupment um, Kabindula, Kijaga, Kalungwe, Kitundu watu wanaendelea tujur kuteseka. Utafahamu kama watu wamekimbia muvijiji kaza kaza, kayaja na Tutwa mshebwe na mbindu

wanaendelea toujur faa maviolasio ma mambo ya maatake walikuwa wanashuka mwa hivyo vijiji ambao wametoka Muramvya mgrupema ya Bijombo, walikuwa wanakuya iba mali ya raia mangombe mambuzi makundo na vingine vifugo. Tunashukuru general autoproclame Jeane Alube Costa ruota jile mavwasi Ilunga rusesema general Jenerali autoproklame Kachulogosi, tunashukuru pia Madoa Madoa Masengo, tunashukuru pia Uh, vikosi vya general autoproclame Makanaki Kasimbira John kwa kuintervenir hadi muda, mapambano yanaendelea kuripotiwa, silanzi tonzito zinaendelea kusikika mvile ya Uvira na mwa ile. Ile mtangazaji utafahamu kama ni depuis juste depuis le 14 ndio mapambano makali yameanza kuripotiwa o. Uh, ni kijiji ambao kinapatikana uh, mu territoire ya Mwenga, secteur ya Itombwe, groupement Bashimuki Premier uh, waasi wa M23 tiruane wa android red tabara wameenda atake mapozisio za wakombata resista wazalendo. Tunashukuru Mungu paske wanaendelea kuwarepuse na, hadi hivi mapambano yanaendelea kuripotiwa. Ile point 0 iko kijiji yenye iko strategiki. Yaani pale kuna njia ya kuelekea Mikenge Centre na njia ya kuelekea Minembwe, na wakati mtu deja iko ku point zero, anaweza akapata njia ya kuenda Marungu Mtambala. Aa, anaweza akaenda Mtambala kwa mlima na Bibokoboko na Fizi yote ile. Tuna interpeller toujours opinion nationale ke internationale ijapokuwa madifere akoro ya ssel fe waasi wa M23 wanaendelea toujours waiwaiwanani kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji, sina cha ziada, ni yayo nimekuandalia kwa muda kama huu. Naomba waendelee kuwa nasi na kuandamana na iza yako hii ya Kuna Nini News hadi hapo tutakapo kutana tena hewani, ni nawatakie ni nyote wikendi njema.